Adh-dhikri anauliza muulizaji, ni muda gani ambao bora zaidi kutoka mtu nyumbani kuelekea kwa ajili ya sala ya Eid al-Adha? Al-jawab, yanbaghi lil muslimi an yakuna sabaqan lil khair daiman sawaan akana dhalika fi salati al-idi au fi ghayriha min as-salawati al-aslu fi al-ibadati wal khayrati al-musara'atu fiha. Jawabu ni kwamba asli katika mambo ya kheri, mambo ya kheri, ibada, sala na mingineyo, katika amali zinazopendeza mbele ya Allah, subhanahu wa ta'ala, asli ni kwamba mu'min anatakiwa kuwa ni mwenye kutangulia mbele na kuwahi kuwa mapema katika kutekeleza ibada hizo. Na katika hili vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza ndani ya Qurani tukufu na kuamrisha kwa kusema wasari'u ila maghfirah, fanyeni haraka kukimbilia katika msamaha wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sabiquu ila maghfirah. Yote haya ni kuonyesha kwamba muhimu ni kufika mapema. Pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun na katika hilo ili kupata malipo mazuri na thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu na neema za peponi ambazo sababu zake ni kufanya amali njema, basi washindane wenye kushindana. Kwa hivyo asli ni kufika mapema, lakini vilevile katika sunna jaa fi sunnati ani nabiye sallallahu alayhi wasallam imekuja katika sunna ya kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam

kuelekea katika sala kabla watu hawajatoka, kwa maana anatoka mapema zaidi, na hiyo ndio taratibu na ndio nidhamu ya ibada, na hasa anapokuwa e, mtu katika ma, maeneo ambayo yanahitajika kwa ulazima kufika mapema ili kuangalia hali za wale wengine ambao wako chini yake, basi anatakiwa kufika mapema zaidi yeye kabla ya wale ambao anatakiwa yeye kuwatazama na kusimamia mambo yao. Kwa hivyo sunna ni kutoka mapema. Kwa hivyo kila mmoja atakadiria muda wake kutoka mapema kwa kadri ambavyo haitopelekea kufika kwake kuwa yuko nyuma ya wakati, na ni jambo ambalo si vyema kufika mtu baada ya kuwa wamefika wale ambao wako juu yake kimamlaka. E, ikiwa ni viongozi wa nchi au viongozi katika dini basi anatakiwa yeye afike mapema zaidi ili e, wanapofika wale ambao ni wa juu yake zaidi yeye wamkute tayari yupo pahala pale.